Utamaduni mm. na historia ya klabu hii sawa. so, kwa tulisema akiingia kene kumi na nane zetu akipasuka watu atakunywa sufu kwa sasa hivi tumeubaada ya ng'ombe yes, ni ngamia baada ya ng'ombe mm. sasa hivi yeah, ngamia baada ya ngamia atakuja mnyama mwingine, lakini ngamia ndio mnyama pekee mm. duniani hadi zaidi, gari zaidi, na mnyama pekee duniani mvumilivu mm. kuliko mnyama yoyote ndio maana ngamia anapatikana mm. sehemu zake mm. mm. sehemu za jangwa duniani mm. utapata kama Misri utapata Dubai mwezi mm. utapata Kuwait ambayo sehemu asilimia kubwa ya nchi yao ni jangwa. Kwa ukimtoa kwa Dubai kuja Tanzania, manake tasii manake, lazima ugalamie pesa nyingi zaidi kumeta katika ardhi za Tanzania kwa sababu Tanzania asilimia kubwa mna ngamia jenga mm. picha uongozi wa Yanga jinsi insina mashabiki wake. Yani ngamia ametoka Dubai amekuja Tanzania amekuja kule Tanzania amekuja Jangwani ili kuchinjwa tu, ili kuwafanya mashabiki wa klabu ya Yanga waburudike, wafaidike na waweze kuenjoy siku ya leo. Unaona msafara huye, umeona watu hawa wote ni wanachama klabu hii ni wapenzi wa klabu hii, wamekuja kuunga mkono viongozi, wamekuja kuunga mkono historia ya klabu hii ya kunywa supu. Sasa supu ina faida zake, lakini supu a, ina historia yake. Supu ya mwaka huu iakusia mwaka huu usani hii ambayo ina dili na ubungwa na kumfunga Simba ni supu ambayo imetengenezea makovu makubwa sana ndani ya msimu. Ni supu ambayo mwanachama wa klabu ya Yanga tarehe nane Machi kwa ajili ya kupigania klabu yake ipate pointi tatu, alifariki katika uwanja Benjamin Mkapa baada ya mechi kuahirishwa. Supu hii, kuna watu wamelala jela Yanga na Tabora hii yanapigania kabu hii ipate pointi tatu, mwisho wa siku aje kunywa supu. Kuna watu walilala jela kwa ajili ya kupata pointi tatu na kwa ajili ya kupata ubingwa wazanya msimu huu. Supu imebeba mengi ya leo, kweli supu hii, supu hii, kabu hii ndio ilipigwa faini nyingi ya dhuluma ndani ya nchi na mashabiki wa kabu hii kujichanga kwao, wakaamua kulipa hayo madeni ili Yanga kabu iweze kuwa salama, wa supu ya msimu huu ni iamagaraa makubwa zaidi. supu hii supu hii, tupeshana mamlaka ambayo ilikuwa inataka kutuzuia kwa wakabingwa ndani nane msimu, tupeshana agalavu, ili yanga ubingwa, ili wananchi waje kunywa supu ndani ya msimu. Supu ya msimu huu ni supu ambayo kila shabiki wa klabu hii, mwanachama wa klabu hii ametoa jasho, ametoa muda, ametoa fedha ili watu waje kunywa supu ndani ya msimu huu. Supu ya leo ni baraka tosha, ni imani tosha, kutoka kwa viongozi kuja kwa wanachama na mashabiki, kwa sababu mashabiki wa imani ndio viongozi, mashabiki wa imani ndio wachezaji, wachezaji wametupa matumaini. Tumekuja kunywa supu, supu ya msimu huu ya ni supu baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Karibu msimu huu umekamatika. Tutegemee utamaduni huu wa klabu Dar es Salaam ya Afrika kwa msimu ijawi na inaokuja. Kwanza uona utaratibu wa klabu yenyewe ambao wanaweza kusema kama taasisi inawezekana msimu huu akasema ni supu, wakana katika taratibu mwingine akasema sio supu. Yes, neyo mashabiki au wanachama apa msimu huu za mechi nachukulia ndege au ndege kumi mashabiki kwa chama waende Dubai wakaenjoy. Ni utaratibu utaratibu tu maisha. Yes, yes. Unasikana so leo hapo una, tumemprove unaanza pesa, mbuzi, ngombe, ngamia. Kwa maana yake kila msimu, maana yake ina improve. Inawezekana, nimekwambia msimu unaokuja wakasema tuchukue, watu tuchukue mashabiki wanachama, almost kama 500 wachukue pande ndege ni kwa msimu mia tano wachukue upande ndege waende Marekani mambo makubwa mazuri yaje yaweze kuendelea. Mwalimu, kitaalam tuna dabi ya dabi ya Kariakoo rasmi, umemfunga mara tano mfululizo, sasa hivi watu wanasema sio dabi tena kwako. Mwalimu, sasa kuna mazingira mawili ambayo ya kuweka sawa. Uh, dabi hiiito dabi ina sifa zake. Hii to dabi ina sifa zake. Sifa ya kwanza, maana dabi inatakiwa mtoke eneo moja. Ndio sifa ya kwanza ya dabi. Akili, sifa nyingine ya dabi. Inawezekana ni ushindani kati ya Yanga pamoja na nani? Na Azam, hiyo tamzizima. Yani ni ndabi ya Dar es Salaam. Lakini ukisema Kariakoo dabi, maana yake Simba ambayo Kariakoo, Yanga anatoka Kariakoo. Kwa dabi unasema imepoteza mvuto? Yes, kwa sababu ya upande mmoja. Ni sasa unaenda na ulingoni, unajua pia na ubondio unaenda kufanya kumpita. Hii dabi ipate heshima yake ipate kubwa wake na hazikuwa kubwa zaidi ni moja tu. Tuwashauri wenzetu wasajili wachezaji wenye kwati bora ili waweze kushindani wa ndani ya Yanga na mm -hmm. Vitu vingine sisi peke yetu katika ligi kubwa za nabasi, sisi peke te yetu sisi etu sisi tuko above, au wengine wako chini. Hii weza kumfikia yule ambaye msajili wachezaji bora, angalau ufike nusu wa mm -hmm. wachezaji mm -hmm. wa wa au wao sawa, lakini ndio hivyo, msimu mzima mchezaji anategemewa mutare kibenzi au ukashindana na Yanga ni aibu. Yanga mm -hmm. anatoka pakome zwa anaingia kwa Simba anatoka anatoka anatoka Mutaye anaingia kimdeni simu mzima na goli. Umeona wewe tofauti ya bora. Yanga anatoka anatoka, Peace Dube anaingia anaingia, Kemet mzinze wewe ndio unamtaka mike na leso France sio kule pale. Anatoka Mkwawa anaingia Teba Kobis ambaye msimu ategemea goli za penalty huo anatoa kiungo namba, namba, ki namba sita anatoa namba sita kagoma anaingiza beki anza alalu namba sita umwato sote umwana tofauti huo yanga anatoka mudasi ya anaingia shua boli mwana bora wake tofauti huo. Kwa hii dadi iweze kuwa ngumu na nzuri, hawa lazima tuwalazimishe la za wapende wasipende hata kwa viboko, wasanii wachezaji bora, ili tutengeneze dabi bora. Ukisema dabi inapoteza mvuto ni kweli, kwa sababu tunajua tunaenda au tunampiga ngapi leo? Ni tano mbili au saba au kumi, labda takiwo hivyo inakuwa hivyo, kwa sababu si maana wachezaji ambao bora

Oye bosi. Eh. Eh. Umeshafika kumalizia interview. Na kule mimi nitachukua pikipiki na kuja. Bwana angalia bwana mbaya. Bwana angalia.

katika group stage ambao msemaji wa Simba alisema group stage kabingwa, alisema kabingwa bara Afrika, sasa sana bingwa kwa shirikisho. Si kama mnakumbuka yaliyesema sisi msimu uliopita ni kabingwa tumeshiriki, so tumeshiriki, tumepambana kwenye kabingwa bara Afrika, tumesajili wachezaji kwa ajili ya kabingwa bara Afrika msimu uliopita, ndio maana unaona ndani tumefanya vizuri na kimataifa tumefanya vizuri lakini umeniambia kimataifa tufanye vizuri zaidi. Tafsiri ya haraka haraka, hawa wachezaji ambao wa wakabingwa ambao tumesajili ni mm -hmm. Lazima tuongezee wengine bora zaidi, ili kwende mbele zaidi, si ndio? Umeona tofauti kati ya kabingwa na timu ya shirikisho tarehe ishirini na tano imepata tofauti ya timu ya kabingwa na timu ya shirikisho, kati ya kabingwa na timu ya shirikisho 25 tarehe ishirini na tano pale Benjamin Mkapa hivi imefungwa, nimekuuliza. yeah. yeah. Juni Benjamin Mkapa, kwa kuna timu ziko mbili, kuna timu ya klabu bingwa ambayo knashiiki bingwa na timu ambayo ambayo shika shirikisho. Timu gani ambayo ilishinda mwalimu? Ile ni yes. shiki ni ligi kubwa au hiyo? Kwa kwa bingwa hawa ni nani na ndio maana alikwambia msemaji wao alisema, bingwa wa kombe la shirikisho ni sawa sawa na mtu wa gupu stage ka bingwa bani Afrika. Kwa ushahidi huo, kwa wao sasa, ukituambia sisi kimatengo tumefanya vizuri kuko wao, kwa sababu waliamini nafasi ya tatu na nne kuna gupu stage ni sawa sawa na bingwa wa shirikisho. Kwa tafsiri hiyo, mekana bingwa wa shirikisho ni sawa sawa na isas kwa mujibu wa msemaji wao, amejali kwa sisi tunafanya vizuri kuliko wao, ndio maana Wow. So, wao mwalimu, msimu huu mnashiriki klabu bingwa? Hatushiriki, tunaenda kupambana. Klabu ilianzishwa kwa ajili ya kushiriki? Sasa so, unaiona, wanaoshiriki ni ya... wao wow. E, e, no, na kupambana ile ni wao na kushiriki. Unaweza ukamchukua hata ule akaenda. Yanga imeumbwa kwa ajili ya kupambana. Historia Yanga, ya Yanga tangu ya uhuru wa nchi ni kwa ajili ya mapambano, sio kwa ajili ya kushiriki. Sisi hatukushiriki mapambano ya uhuru wa nchi, hatukushiriki at, tulipambana kwa ajili ya uhuru Tumepambana ligi kuu, tumekuwa mabingwa, tumepambana kabingwa bani Afrika, tumeshia katika hatua ya group stage, wengine hawakufika. Tumepambana msimu huu, tumekuwa bingwa Muungano, msimu huu tumefunga vilabu 12, mapambano Yanga ya mpira wa Afrika. Yanga ni icon ya mpira wa nchi, ndio Yanga ndio icon ya Afrika. Sisi tupo kwa ajili ya Afrika wote, na watu wa Young Africans. Ni Yanga Sports Club sio timu nyingine. yote. Kwa kushindana timu imeumbwa kwa ajili ya makombe, ukiwaambia msimu unaokuja sisi sisi

ni vitu imeshindikana, ndo tumeleta hizi m mm-hmm. Yeyote ya atakanyaga yoyote ya ya kwa Yanga hii anakwenda na maji hii, oh. Yanga ni zaidi ya mafuriko, ukizuia hivi inakusomba ina inakusomba hii, ni zaidi ya mafuriko, ukitaka kuzuia mafuriko kwa mkono.